Ambalo ningependa kulisemea kidogo ni kuhusu ubora wa mafunzo na mfumo mzima wa kusimamia mafunzo ya ufamasia. Sasa, kwa kuwa afya ni uhai na elimu bora ndiyo msingi wa huduma bora za afya, ni vema wizara ya afya kupitia mabaraza ya kitaaluma na kwa kushirikiana na mamlaka zilizo chini ya wizara ya elimu, sayansi na teknolojia Hebu wekeni utaratibu mzuri wa kusimamia mafunzo ya ufamasia, ili kudahili, kufundisha na hatimaye kutoa wahitimu wenye viwango.